Bana, mi naomba nianze tu kwa jambo moja, kwamba na kuomba uweke comment yako hapo chini for this time, kama na wewe ni moja kati ya wale ambao wanatamani kuona one day Ibra ana saini kwenye record label ya WCB wasafi kama jinsi ambavyo yalivyo matamanio ya, matamani, ya baadhi ya mashabik na wanafamilia wa WCB Wasafi. Mi naitwa Manoni, hii ni Habari Digital. Karibu tuweze kupeana story mbili tatu ambazo zinaendelea kwenye upande wa entertainment updates kwa siku hii ya leo. Dondosha komenti yako hapo chini, pia kuweza kushea maoni yako kuhusiana na sakata zima ambalo linaendelea kwa sasa kati ya Harmonize pamoja na kijana wake ambaye alimtoa from zero to hero. Naitwa Manoni, hii ni Habari Digital. Okay, sawa, so, sasa so, so, uh, siku ya jana msanii wa muziki wa bongo flavor Diamond Platnumz ambaye ni rais pia wa WCB wa safi, kwenye Instagram akaunti yake aliweka aliposti picha zake, ambazo uh, aliziweka kwenye akaunti yake ya Instagram na katika zile picha akawa ameambatanisha na wimbo wa kijana ambaye anatokea Konde Music Worldwide ama wa kijana ambaye kwa sasa yupo kwenye conflict kati yake na uongozi ambao ulimtoa from zero to hero. Nazungumzia Konde Music Worldwide. Yo, ilikuwa ni surprise ambayo kila mmoja hakuitegemea kwa sababu ni jambo ambalo hakuwahi kulifanya Diamond Platnumz kipindi cha nyuma, lakini kwa sasa amelifanya, maybe ni kutokana na ukali wa ngoma ama kuna kingine ambacho kinaendelea, sisi hatukifahamu. Yo, karibu kwenye entertainment update, lakini kubwa naomba nikwambie tu ya kwamba matamanio ya watu wengi hasa ukizingatia ukijaribu, uh, kutembelea kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii utagundua ya kwamba watu wengi wanatamani kuona Ibra anasign kwenye record label ya WCB Wasafi. Hili limejitokeza kwa baadhi ya wanafamilia. Nimeona kwenye akaunti ya Diva the Boss pia kwa siku ya jana kuna vitu alikuwa na post ambavyo vinakuwa vinadhihirisha hiki ambacho nakizungumza right now kwenye entertainment updates. Sasa uh, nani tena mwingine, Juma Lokole pia niliona na yeye. Of course, hawa ni baadhi tu ya wanafamilia ambao wanatamani kuona Ibra akimwaga wino kwenye record label ya WCB Wasafi. Linawezekana, pengine linawezekana, kwa sababu Lavalava uh, inasemekana ya kwamba anytime anaweza akaondoka kwenye, re, uh, kwenye lebo hiyo, na of course kutakuwa kuna pengo pale, kwa sababu aliondoka Mboso, na this time pia inasemekana Lavalava huenda akamfata Mboso kule ambako alielekea. Sasa ni wakati mwafaka pengine wa Ibra pia ku Pata chance ya kusaini kwenye record label ya WCB Wasafi. Kwangu mimi naona kama ni kitu kigumu, lakini hakuna kinachoshindikana chini ya jua tuende kwenye story. Eh, bana leo Mei 12, 2025 uh, wameitwa Basata waliitwa Basata amini, wito ulitoka jana, ulitolewa na baraza la sanaa Tanzania Basata ya kwamba wafike Basata leo kwenye ofisi zao kwa ajili ya mazungumzo ya hapa na pale juu ya hiki ambacho kinaendelea, japo hakikuwekwa wazi kama ni mgogoro huu ama la hasha. Sasa Ibra leo ametokea pale Basata, lakini baada ya kuwa Basata cha ajabu harmonizer kuweza kutokea, jambo ambalo limezua maswali kwa watu wengi kwamba kwa nini hajatokea, kwa sababu bado hatujapata tamko lolote kutoka upande wa pili kwamba kwa sababu gani Harmonize hajatokea kwenye swala muhimu, swala nyeti kama hili, ambalo lilikuwa na wahitaji wote wawili waweze kufika pale Basata, na badala yake akawa amefika Ibra mwenyewe. Ni kiburi ama ni kitu gani? Baba Levo bana, kupitia Instagram akaunti yake yeye ame amewataka Basata kufanya kitu kutokana na hiki ambacho kimetokea kwa siku ya leo. Sasa uh, Baba Levo ameandika hivi kwenye akaunti yake Instagram: nasubiri kusikia kauli ya Basata, naamini hakuna msanii aliyejuu ya sheria na kudharau wito wa Basata ni utovu wa nidhamu usiovumilika. Hii ni posti ya Baba Levo ambayo kwa chini kapsheni yake ilikuwa inasema, na kwenye hili Basata wawe makini, kwa sababu leo mmemuita yeye hajaja, maona bana, akaendelea kugongelea msumali ya kwamba msipochukua hatua zozote alafu kesho mkamuita msanii mwingine, asipokuja, itakuwa ajabu uh, kama mtamchukulia hatua. Hii ni post ambayo ameweka Baba Levo kwenye akaunti yake ya Instagram kwa siku hii hapa leo kuhusiana na hiki ambacho kimetokea pale uh, kwenye ofisi za Basata. Of course, Harmonize ajatokea sababu gani ambayo imemfanya astoke? Mimi nawe bado tunaendelea kujiuliza, lakini uh, story kamili ndo hiyo. So Ibra alifika Basata na of course kuna maelezo ambayo aliyapokea. Baada ya hapo ali rejea ya kule alikotoka. Hii ni Habari Digital. Asante kwa kuendelea kutufuatilia, lakini cha msingi tunakusisitiza tu ya kwamba hakikisha una subscribe kwa ajili ya more information kwenye uh, sekta zote, iwe ni burudani, iwe ni siasa na kadhalika. Tunakutana hapa hapa, cha msingi ni kusubscribe, lakini pia kucomment na kushirikisha taarifa hii kwa watu wengine. Until next time, mi naitwa Manon MJ wa pili. bye bye.